Karibu sana kwenye podcast yetu ya Kenya Wantam Notam Movement yani KWM. Asante sana. Leo, uh, tunaingia ndani zaidi kuchambua makala moja hivi muhimu sana kutoka Kenya Wantam Notam Movement. Ndio, ile iliyochapishwa na Village Action Online tarehe 10 Julai 2025, iyo hiyo, na kichwa chake kinasema Kenya's politicians, the hypocrisy behind their church visits. Mm, kichwa chenyewe kinaanza na hoja nzito kabisa, na lengo letu hapa ni kuelewa, unajua, mtazamo wa chanzo hiki kuhusu huu unafiki unaodaiwa, wanasiasa kutumia dini kuficha mambo mengine. E, na makala inaanza kwa kusema moja kwa moja, yani, kwamba wanasiasa wengi wamebobea kwenye huu unafiki, wanatumia dini kama ngao. Ndio picha ni ile ya Jumapili makanisani, wamevaa vizuri, sura za utulivu mm -hmm. Utakatifu bandia kama wanavyosema, lakini chanzo kinadai kuwa nyuma ya pazia ufisadi unaendelea kama kawaida. Uporaji wa miaka mingi oh, kulingana na makala wametuhumiwa kwa uporaji mkubwa. Wanapoenda kanisani mm. Wanatafuta kweli ukombozi au ni unajua mchezo tu wa kuigiza ili kujisafisha kisiasa mbele ya wananchi? Ni swali zito na kinachoongeza uzito kulingana na mwandishi ni huu mgongano, mgongano kati ya maonyesho yao na yale mafundisho halisi ya dini. Mafundisho yenyewe ndiyo, makala inakumbusha mafundisho ya Yesu, huruma, haki, uongozi wa kutumikia, vitu ambavyo ni kinyume kabisa na tamaa na matumizi mabaya ya madaraka wanayodaiwa nayo. Kabisa, mtazamo wa chanzo ni kwamba, yani, dini inageuzwa kuwa siasa, chombo tu badala ya kuwa mwongozo wa maisha na matokeo yake. Mm, kulingana na makala yanaonekana wazi kwa wananchi. Ndiyo, wanasiasa wanaweza kwenda kanisani Jumapili wakatoa sadaka kubwa, labda wakatumia hiyo kama ushahidi wa uadilifu wao, lakini Jumatatu unakuta barabara bado mbovu, hospitali hazina dawa, shule zina hali mbaya, licha ya bajeti za matrilioni zinazotangazwa. Ehe. Hapo ndipo makala inauliza huko kujionyesha kanisani kunamsaidia vipi yule mwananchi anayeteseka kila siku? Swali muhimu sana. Lakini unajua katikati ya haya yote, makala inaona mwanga, kuna matumaini. Matumaini gani hayo? yanatoka kwa vijana, hasa kizazi Z, Gen Z. Ah, kizazi kipya. Ndiyo mtazamo ni kwamba hawa vijana wamechoka wamechoka na huu mzunguko wa ufisadi, ahadi hewa, na huu udanganyifu wa kutumia dini. Hawadanganyiki kirahisi na maonyesho kabisa. Wanataka vitu halisi, wanataka matokeo: shule bora, afya bora, miundombinu inayofanya kazi, fursa. Yaani wanataka kuona matunda ya uongozi sio maneno matupu au maonyesho ya Jumapili hapo sasa. Na hii kulingana na chanzo, inaashiria uwezekano wa mabadiliko makubwa kwenye siasa za baadaye, siasa ambapo matendo yatakuwa na uzito zaidi. Na kutokana na uchambuzi huo mzito, makala inakuja na pendekezo, pendekezo ambalo mm, ni kali kidogo, ni kali sana ningesema. Wanapendekeza nini hasa? Makala inapendekeza ati wanasiasa wanaohusishwa na ufisadi wapigwe marufuku kuhudhuria makanisani. Marufuku kabisa, ndio hoja yao. Ni kuna faida gani ya uwepo wao kanisani ikiwa hasaidii kwa manufaa ya wengi? Ni kauli nzito na tunasisitiza tena, huu ni msimamo na pendekezo kutoka kwa chanzo tunachokijadili, Kenya Wantamnotam Movement. Sio lazima uwe msimamo wetu, ni muhimu kuweka hilo wazi. Na tukiangalia mantiki yao, yani sababu ya pendekezo hilo, mm -hmm. ni kwamba unafiki huu kwanza, unawapotosha wananchi mm -hmm. pili, unadhalilisha utakatifu wa nyumba za ibada. Badala ya maonyesho ya Jumapili, ndio wanapaswa kuwa huko mitaani wakitatua shida za watu: afya, elimu, umaskini, miundombinu. Makala inatoa wito wa kutambua viongozi wale wanaofanya kazi kimya kimya, kwa vitendo kabisa, wale ambao matendo yao yanazungumza zaidi. Na hapa sasa ndipo wito wa kuchukua hatua unapokuja, wito kwako wewe msikilizaji, hasa vijana e. Chanzo kinakuhimiza kudai uwajibikaji, kutokubali tena maonyesho tu, na kama unataka kuwa sehemu ya harakati hizi au kushiriki mawazo yako, mm, makala inapendekeza kitu maalum: nenda kwenye www.wantamnotam.com, ndio fungua akaunti yako pale, anza kushiriki mawazo yako, mawazo ambayo yanaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, jiji lako, hata taifa zima. Ni wito muhimu sana huo wa kushiriki. Kwa hiyo tukijumuisha hii makala kutoka KWM Inatoa changamoto kubwa sana. Changamoto kuhusu matumizi ya dini kwenye siasa za Kenya. Ndiyo. Inasisitiza kuwa kipimo halisi cha uongozi sio maneno matamu au kwenda kanisani. Kipimo ni matendo. Matendo yanayowanufaisha wananchi. Na inaweka matumaini makubwa kwa vijana kama nguvu ya kuleta mabadiliko na kusimamia uwajibikaji huo. Kweli kabisa. Sasa, baada ya mjadala huu wote, swali linabaki kwa kuwewe msikilizaji: hii inakuachia wazo gani? mm-hmm. Je, inawezekana kweli kiongozi akatenganisha kabisa imani yake binafsi na yale majukumu yake ya umma? Au kama makala inavyodokeza, je, kipimbo kikuu kinapaswa kuwa tu jinsi anavyowahudumia watu wake kwa vitendo? Ni jambo la kutafakari kwa kina sana. Hakuna majibu rahisi hapo. Hakika na, tunakukumbusha tena ule wito muhimu kutoka kwa chanzo chetu, mm -hmm. Usisite kutembelea www wantamnotam com. Nenda kajisajili, fungua akaunti, shiriki mawazo yako, kuwa sehemu ya mabadiliko unaotaka kuyaona. Ni muhimu kushiriki. Asante sana kwa kuwa nasi na kusikiliza podcasti hii ya KNWM, Kenya Wantam Movement. asante.